Yo yo, mimi ni Morgan Kalisa Masters, the King Master Buffalo, mnyama poli kabisa, au sio, washikaji zangu eh bwana? Unaitazama na kuisikiliza right now DNA Television. Yeah, ye yeah. Mwigizaji makule cooking anajulikana duniani kwa nafasi yake ya Kevin Makalista kwenye filamu maarufu ya Home Alone waji na huyu amesimulia tukio lake la kufurahisha kuhusu familia yake, watoto wake wawili bado hawajui kama yeye ndiye mtoto maarufu kwenye moja ya filamu iliyofanya vizuri sana miaka ya tisini. Aliigiza kama mtoto mdogo ambaye alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuwakataa maadui, na yeye ndo alikuwa stelling hiyo movie Home Alone namba moja na Home Alone namba mbili. Akizungumza kupitia kipindi cha On the Film with Kevin McCarthy, Kulkin alisema kuwa siku mbili zilizopita mwanaye mkubwa alitaka kuona picha zake za utotoni. Alipomwonesha picha zake za zamani za utotoni akiwa na familia yake, mtoto huyo alipagawa kidogo na kusema, huyu mtoto anafanana na Calvin. Ni nani huyo Calvin? mtoto aliuliza, kwa maana akiuliza, Calvin ndiyo karakta ambayo alikuwa anatumika kwenye movie za Home Alone. Licha ya kumwangalia baba yake usoni mara kwa mara bado hakugundua kuwa yule mtoto aliyewashinda wezi kwenye mtego wa Home Alone ndiye mtu yule anayemuita baba kila siku. Yani maana yake yeye ni baba yake mzazi. Kwa upande wake Culkin alikuwa hajawahi kulazimisha watoto wake kutazama filamu zake, akisisitiza kuwa anafurahia waache wakue bila presha au maarufu wake, na akaongezea na kusema kwamba anataka wagundue wenyewe siku moja na kwamba baba yao ndiye aliyekuwa akicheza ile movie na aliyopewa uhusika ule wa mtoto kipindi hiko akiwa na umri mdogo sana. Lakini pia ikumbukwe filamu ya Home Alone ilitolewa rasmi Novemba 16 mwaka 1990 na imeendelea kuwa moja ya filamu za Krismasi zinazopendwa zaidi duniani. Mashabiki mitandaoni wameonekana kufurahia simulizi zake na visa na vyumbwanga vinavyopatikana katika filamu hiyo wakisema ni moja kati hadithi tamu zinazoonyesha upande wa kawaida wa mastaa wakubwa duniani. Yes, huyu ndiye makule Cooking pamoja na familia yake ambayo anaishi naye kwa sasa hivi, na mtazamo aliyokuwa naye watoto wake kuhusiana na character aliyopewa kwenye filamu ile zamani. Eh bwana, mtu gani ambaye kwenye filamu uliwahi kumtazama na jinsi anavyozidi kukua unashindwa kumtambua kama ni yeye? Tuandikie hapo kwenye comment kuhusiana na hilo. Mi naitwa Morgan Kalisa Masters, the King Master Buffalo, nyama poli kabisa, kuda dada deki. Wewe